Si msichana wa kweli anayepasa kuolewa bijamalia, kwa kuzingatia uzuri wake tu wa bimalia na kipato chake kala. Acha fikra potofu, sivyo hivyo, wala abimafakhiri la abai, wala usitazame fakfakh za wazee wake, baba yake mwenyekiti, diwani, mbunge, tajiri, usiangalie hivyo, wala abimafakhiri la mwanamke wa kuoa usiangalie alivyo muonekano wake, wala usiangalie kipato chake, wala usiangalie sifa za nani wazee wake. Mwanamke wa kuoa yupo, unataka kuoa mwanangu mbabani lakinaha, lakini huyu mwanamke wa kuoa ili uone raha sasa na udora wa dunia, bi afafiha kwanza kwa sifa, anajiheshimu anajiheshimu au kama kipande cha muhogo kila mwenye mia anapata. biafafiha wala bibu takfihi lishara eh? tu si unataka kuona, una akili timamu ishara zikutoshe. Kama mwanamke na mwanam... mm, umu amna shughuli, amevaa kimini na huku ana kidubuasha, uzi tu umepita, unaona matiti huku na huku mwanamke siku moja umekutana naye ume, salamu alaikum, maneno yote kamaliza madogo. Dada salamu alaikum. Alaykum salam. Ustazi upo mambo vipi? Niambie hivi wewe ndo mwalimu wa Juma eh? nimekusalimia moja ushaongea kumi na moja. Nyinyi kila mmoja angalie shida aliyokuwa nayo, maana kwa wao ni maudari ya kujitasii shida sio shida, bana, shoga baadaye shida yangu inarudi. Kumbe yeye ndio sio shida kabisa yeye janga. Mwanamke sifa ya kwanza ya kuoa ni yule anayefanya nini, anajiheshimu, lakinnaha biafafiha wa bituhuriha. Lakini pia inaangaliwa na dini yake, sio mcha Mungu hivyo lakini walau chembechembe za kuonekana Uislamu upo upo, ufanyeje? Uwepo bwana we, ah mambo ya kufungafunga maijabu si nini kichwani, bwana joto mda kwa hata akibeba nawekabegani anakuwa kaku kishingo nini mba ajifunike kichwa. Wasalahiha, na umakini wake na usimamizi wake na kutengeneza kwake lizauji wal abenai, anakuwa ni mtu wa sala kwa mumewe na watoto wa mumewe, hata kama watoto wale mumewe hakupata naye yeye kapata kwa mke mwingine, lakini anawasimamia vizuri mumewe, pamoja na nani na watoto wa mumewe. Wewe mkeo wakija wadogo zako kutoka huko na Ngwanda sijaona, vipi? Ndio washakuja kutoka kwenu Mwanza Nyegezi, mkeo vipi? Anataka waje ndugu zake tu Kiyami habi shuuni zawjia, lakini pia nakuwa makini kusimamia mambo yote yanayohusu mumewe. Wewe Shekhe Rashid, mkeo anajua kwamba wewe ni shehe, unaishi kwa vitabu. Sasa akiona vitabu anaita takataka, shakwama kwama, ugali wenyewe tunakula kwa vitabu? Wewe hivi vitabu tena unaona nini takataka? anajua mkeo kwamba saa nane watakiwa uwepo madrasa, unakwenda kusomesha, analijua hilo lakini, mpaka saa saba na nusu yupo nje, anatoa umbea tu. Ugali unakula saa ngapi? Nyie ndo walimu wale munaosomesha tabati yadabi, ndio nyie. waqiyamiha bishuuni zaujiha la nne. Lo, lakini pia la tano, wa anta rahaka, achunge heshima yako. Huyo mkeo awe ana uwezo wa kuchunga nini, lini fissarrai wa dharrai, katika kipindi mambo yako supa na katika kipindi umetetereka kiuchumi, yeye bado anaendelea kuchunga nini mwanamke anakuheshimu ukiwa na hela tu, my baby my fanta my coca cola, una liangalie limekaa kaa tu hivi, wakiamba wanaume watoke na unatoka wewe, nawe humo una hela hapo. Sasa ukiwa na hela tu ndio. Mpwangu mmoja hapa leo yupo, upo kazini anasema, kuna mjomba, kuna jombi na kuna anko na kuna ankali. Mpwangu huyu bwana sasa wewe kwa opwa zako wee nani? Wewe jombi manake jombi, usitegemee kwamba ukiwa na shida atakusaidia huyo jombi. Anko, ukisikia anko manake, ukiwa na jambo anamaliza anka liovomu tu, na mambo ya ovyoovyo. Mjomba <laughs> afadhali afadhali, lakini anko ha, ujue hiyo hapo umepata wewe je wa anta raaka fi sarai, mwanamke wa kweli anayepasa kuwa na yule ambayo yuko tayari kulinda heshima yako. Mambo yako yamenyooka ama mambo yako yamefanya nini, yameyumba, yeye bado yuko nawe, ndio mwanamke kwa dunia. Kuluha mataa wa khairu mataiha elmaratu saliha dunia yote ni burudani lakini, burudani bora, upate mwanamke mke. Wakati mwingine mambo yanaharibika kwa kuficha ficha, eh? Ndio anaenea mabaya. Sasa wewe mwalimu Ahmad, kwa sababu sheikh tena basi, umepata hela hata kumnunulia mkeo kikuku cha silver. Hii mambo ya israfu hii, kwanza mimi hiyo natumia gasi, kikuku ni wewe shehe. A -a. lugha ndio ile ile, kitunze kidumu, lakini sio kile cha chama. Kuna watu wataanielewe hapo, lakini kiupana nielewa eh shehe, kamnunulie mkeo nguo za usiku zinaitwa jina lake kwa Kiingereza, hizo night dress. Kisikia Kiingereza tu nguo juu, hatari hiyo, kama nyumba vile unajenga Ukiona vingereza vinakuja tu sasa, hapo kiama cha hela kwenye kujenga. Ukianza kusikia vingereza tu, finishing, gypsum, tiles, eh ile nini, wiring, basi jua hapo kiama cha hela kimeanza basi, <laughs> basi huko. Night dress na hizo night dress, ila kasami ndio ah. Shasaidi huyo, kuna kitu hicho kinaitwa bikini. Hamid, unaijua? Nunulie mkeo bikini. Bikini ni kiungo cha biriani? Nguo hiyo, mzee mzee Ali bikini, viuzi tu vinafunguliwa kwa bandaja kama kitasa cha limoti. Eh, Shekhe wa manaasha fi ghairi inihi matakaiban, anayeishi zama sio zake atakufa kibudu. Hii karne ya ishirini na moja. Ishi kwenye karne ya ishirini na moja, we leo unataka kuishi karne ya kiswahaba? Sasa unataka dalili ya bikini? Hadithi ya bikini ilikuwepo wakati wa Mtume? Hiyo nguo ya ndani hiyo inaitwa bikini. Sheh Saidi, usitoe macho tu ndio na sio haramu Sasa asa, Uislamu tunaosemea nini? Aya tafuta sasa falsafa, maana ushaijua. Ishirini na moja, surati Rum, maana mnaijua nyote: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kila moja maana anajua, katika jumla, alama ya kumjua Mungu ni pale Mungu alipokuumbieni hii wanamume akakumbieni wake ili mpate kutulia kwa mambo yao, litaskunu ilaiha. Atutulii kwa sababu ya wanawake. Unaweza ukawa wanawake wanne bado ukawa mapepe. Mwanamume anavurugwa kwa vitu vya mwanamke, sio kwa mwanamke mwenyewe. Kiswahili, kikieleweke. Mwanamke akiamua kutulia afanye vitu vyake, utakuwa kaa fisi ndani mamrajini. Una cheka cheka tu <laughs> unashangaa nini kinatokea hapa wasikilizaji? <laughs> Litaskunu ilaiha sakina. Sasa ndio inatakiwa inapatikanaje sakina, vile viojo udambu udambu, au udambu udambu udambu, sala kwa likuli shay'in, sala kwa walil mahabbati, sala kwa kila kitu kina